Alif, Allah ndiyo wa kwanza. B, bwana wa viumbe vyote. T, tumhimidi mola ili tupate baraka. thamani ya mja ni kuwa na naimu. J, jifunze elimu, ujinga ni udhia. haya ni pambo kwa binadamu. H, kheri yoyote uleta na subra. Da, dunia ni njia ya akhera Then, dhahabu ya roho ni radhi kwa wazazi. Riziki ni maandishi, kila kiundana yake. Zigo la mauti li shingoni mwako, si safari ya huko inataka zawadi. Sh shida ya dunia ni raha ya akhera, subira ni ufunguo wa kheri, mwalimu ni mtesi wa Mola. T Twaha ni ufunguo wa kheri, vamala ya Mola haipati mtu mwalimu